leo ni tarehe kumi na tatu ya mwezi wa pili mwaka ishirini ishirini na sita mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya mwenyekiti, wa, e, kesi ya jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambaye ni kesi ya, ya uwaini leo upande wa jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili moja alikuwa anatokea tumeambia anatokea Songea nilifanya kazi ya kumachinga e, na mwingine ni askari polisi kutokea kule mkoa wa Kilimanjaro pale mjini Moshi. Mashahidi hao wote wawili wameweza kutoa ushahidi wao na wameweza ku kuojiwa kwa ukamilifu e, maswali ya, ya, ya, ya mabezo na ya kuchanganywa ya mwenyekiti Tundu Antipasi Mgwai Lissu ambaye ameweza kuonyesha kwa kwamba kwa ushahidi wao kwa sehemu kubwa unatofautiana kile ambacho maelezo ambayo aliandika polisi ile tarehe moja amesema kwamba mnamo tarehe nane ya mwezi wa nne mwaka ishirini ishirina ku, ku, na, na, na tano alikwenda polisi kule Moshi kule, kule Songea akaandikisha maelezo yake, lakini alivyokuja kuhojiwa maswali na, na, na, mwenyekiti Tundu Lissu e, kwa sehemu kubwa ni kwamba mengi ambayo ameyasema leo ni maneno ambayo ameongeza hayamo katika tamko, tamko lake lile, na alikuwa kila vitu vingi akiulizwa anasema ajui. Sasa e, wa mashahidi hao wameweza kutoa ushahidi wao Mwenyekiti ameweza kuonyesha kabisa kwamba eh, wao eh, sio mashahidi wa kuaminika eh, ni maoni ambayo tumeweza kuyaona na kwamba mba ni mashahidi ambao basi wao wamekuja, mmoja wao amesema kwamba alitakiwa tu baadaye tarehe ishirini na mbili wa mwezi wa nne mwaka ishirini na tano abadilishe mshahidi ambaye alikuwa ameshikwa kwamba amehamasika kutokana eh, na kauli za mwenyekiti Tundu Lissu kwamba sasa amegeuzwa kutoka kuwa mtuhumiwa na amegeuzwa kuwa shahidi. Hayo ndio ambayo wameyafanya. Kwa hiyo na mwenyekiti alikuwa na kazania kuonyesha kwamba watu wanabadilisha magoli, yaani una mpira mpira, tunafahamu uko sehemu fulani, lakini mtu akitaka kufunga goli unahamisha goli. Kwa hiyo ni kwamba unabadilisha, una eh, wazungu wanasema moving target. Kwa hiyo sio kitu, sio kitu kizuri, ningeweza na, na, na, kuita kwa kama ni moving prosecution. Kwa hiyo hali imekuwa sio sio nzuri, imekuwa ya kusikitisha, lakini mwisho wa siku mahakama ndio ambayo itakayoamua kwamba E, e, kama kuna, kuna kesi ya mwenyekiti kujibu na kama kuna vile vile mwisho wa siku kama kama an, an, anahatia. Kwa hiyo nadhani ambayo ni moja ambayo ningependa kuizungumzia leo kwamba mashahidi wawili ambao wametoa ushahidi vileo, ushahidi wao umeweza kanyaga kanyagwa na kusinyangwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kuonyesha kwamba si mashahidi wa kuaminika na ushahidi wao kwa kweli hauna uzito wowote ule kwenye kesi hiyo, na anajiuliza kwa kwa mtu imekaaje, nimekaa miaka kumi hebu sema miezi 10 na, yani maabusu kutokana na ushahidi wa aina hii. Yule ambaye jana tulimsikia na hao wawili walikuja leo anasema wazu kama jana alivyosema, it's painful to to listen and to watch. Yani angalau wazungu wanasema it's so painful to listen and watch, it was a spectacle. Yani ni mambo ambayo yanasikitisha, lakini ndo ndo ndo nchi yetu. Hapo ndipo tulipo. Ukitaka kujua jinsi gani tumeporomoka, ndio tumefikishwa huko kuna shimo ambayo tumepelekwa huko la, sui, sui, la, sui, la sui, Bermuda Triangle, tuko tuko katika hali ngumu. Sasa, haya ndio ambayo nitaka kuyasema kuhusiana na kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mgwai Lissu.